Assalamu alaikum Tarbiya Youngsters. Welcome to another episode of Tarbiya Youngsters. Mko tayari kujiunga nasi katika hii episode. Miss Mariam? Yes, Miss Fatma, mko tayari? Je, mko tayari tumjibuni, Miss Fatma kwa sauti asikie. Sijasikia. Oh, mko tayari? Naam, Miss Maryam, jiungeni nasi watoto wetu wazuri wa Tarbia Youngsters tujifunze mambo tofauti tofauti na pia tunufaike. Masha Allah, mimi kama Tarbia Youngsters nimefurahi kujiunga nasi. Je, wewe umefurahi? Naam, karibuni, karibuni.

Mi naitwa Miss Mariam. Leo tunajifunza Quran kuhusu Suratu Nas. Muko tayari na. Vizuri. Nani kati yenu anajua kusoma Suratu Nas? Nyosheni mm -hmm. Mkono, nataka one boy na one girl. Mm -hmm. Na atakayesoma vizuri atapata zawadi, sawa?

Alladhi yuwaswisu fi suduri nnas min aljinnati wannas. Mashallah, boys ama gals, nani amesoma vizuri? Yes. yes. Nanyini nani, nani kateno amesoma vizuri, gals ama boys? Semeni mwona ibu umeshinda, hebu mpigieni salawati kubwa. Allahumma swalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mashaallah, nyote mmesoma vizuri. Sasa, sasa hivi tunaenda kujifunza maana ya Suratun Nas. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahi rrahmani rrahim. Nisome aya ya kwanza, nisome aya a'udhu ya, ya, kwanza? Ya, ya kwanza ya kul, bi rabbin nas qul ya suratun nas. Mashaallah, sasa aya ya kwanza inatuambia kwanza, nani anajua maana ya kul? Kul acha tuende, kul inamaanisha sema sasa aya ya kwanza inatuambia kul a'udhu bi rabbin nas, sema unajikinga kwa Mwenyezi Mungu wa watu. Sasa sisi kama binadamu, si tunajua kuna shari nyingi, si ndio? Lazima tujikinge, na mwenye kutukinga ni nani? Mwenyezi Mungu. Uhum, mwenye kutukinga ni Allah peke yake. Kwa hivyo lazima tujikinge kwa Mwenyezi Mungu wa watu, si ndio? ehe, nisomee aya ya pili. Sasa aya ya pili inamaanisha mfalme wa watu. Nani ni mfalme wa watu? He. Sasa kwanza tunajikinga kwa Mwenyezi mgu kutokana kwa Mwenyezi mgu wa watu si ndio? Kul audhu birabi nnas, tunajikinga kwa mola wa watu, alafu maliki nnas, Mwenyezi mgu ni mfalme wa watu He. Nisome aya ya tatu. Ilahin nas. Bale Mwenyezi Mungu ni Mungu wa watu, si ndio? Kwani kuna Mungu mwingine wa watu? Hapana, si ndio? ni Allah peke yake. Kwa hivyo Allah ni Mungu wa watu. Aya tatu unasemaje? si ndio? Sasa unajikinga na nini? Na shari ya watu yenye nakutia wasiwasi, si ndio? Kama kwa mfano wewe umepanda gari, wataka uende town, lakini kuna mtu, yani kuna wasiwasi tu, na wasiwasi huna raha, wasema mi ntafika ama sifiki, sijui, ah, ama kutatokea kitu. Ukisoma hiyo Suratu Nas utatoka ule wasiwasi wasi wako, sawa? Kwa hivyo tunajikinga na wasiwasi, si ndio? Ehe, aya inayofuata nani atanisomea? Alladhi yuwaswisu fi suduri nas. Sasa tunajikinga na hiyo shari yenye inakutia wasiwasi kwenye vifua vyetu sindio? Huwezi jua, labda ni mtu ndo amekutia wasiwasi, ama we mwenye tu umeamka, lakini huna raha, wasikia tu kifua chako ah, mimi leo sisikii raha na wasiwasi. Sasa ukisoma suratu nnas. Ile wasiwasi uta utaondoka sindio, Eh ehe, aya nyingine ifuatayo mm -hmm. minal jinnati wannas. uh -huh. Sasa shari hazitokani kwa watu tu, labda pia kuna majini, sisi hatuwaoni sindio? ama nyinyi mnaona majini? Si hatuaoni sasa, labda kuna majini tu mwenye yani, anakutia wasiwasi ama huskira ama labda unadhikidhiki tu umekaa lakini huna amani. Sasa hujui nani ni binadamu ama ni majini, ukisoma Suratu Nas wasiwasi wako utaondoka, utakuwa umejikinga na shari za wa watu, macho ya watu, si ndio? Yeah. Sasa tushamaliza kusoma tafsiri ya Suratu Nas. Sasa, nina swali kati yenu nani anajua Suratu Nas imetufundisha ime nini? Aha, aha. Najua nyote. <laughs> tuanze na huyu <laughs> majifunza nini? Mwenyezi Mungu ni mfalme wa binadamu. Salawat. Muhammad wa ali Muhammad. Sasa ni boys, mmejifunza nini tena kwenye Suratu Nas? Mm -hmm. Mwenyezi Mungu anaweza kukinga palipopote. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mbali na Mwenyezi Mungu kuna mtu mwingine yote anaweza kukinga? Sasa inatufunza nini? labda kuna wale watu wenye wanaenda uchawini, wanasema ati unavaa sijui nini hapa ndo ujikinge. Si hiyo ni uongo tu? yeah. Mwenyezi Mungu peke yake ndo anaweza kutukinga, si ndio? mm -hmm. Tumejifunza nini tena? tena munashindwa girls? ah, Mwenyezi Mungu anatukinga kutoka, kutoka na kila shari kabisa. Salawat. Sali ala Muhammad wa ala Muhammad. Nani mwingine anajua tumejifunza nini ya mwisho? mm -hmm. Ama mmezitaja zote? Mmezitaja zote si ndio? Haya, kwa hivyo kufikia hapa tushamaliza, tushajifunza mingi kuhusu Suratu Nas. Kwa hivyo kama wewe labda, kabla hujatoka nyumbani, usome Suratu Nas ndo jikinge na shari za watu, shari za majini, sawa. Tu apply hii sura, tuisome kabla kabla hujalala labda ama labda umefika mahali una wasiwasi, wasi wako unaisoma tu, na wasiwasi wako utafanya nini? Utaondoka, sindio? Watoto wetu wazuri wamejifunza kitu kuhusu Suratu Nas, na natumai pia nyinyi mmejifunza, na pia natumai mutaaplai, kabla hamjatoka kwa nyumba, kabla hamjalala, ndo tujikinge kutokana na wasiwasi ama shari. Na inshallah, tushamaliza hii sura yetu, tutapatana tena kwenye kipindi chingine. Masalam.